Mkutano huu ni fursa ya kipekee kwetu sisi sote kutafakari kuhusu utendaji wetu, mafanikio ya yaliyopatikana, pamoja na kupanga mikakati ya benki yetu kwa siku zijazo. Kwa namna ya pekee ni mshukuru mtendaji, eh, afisa mtendaji mkuu na mkurugenzi mtendaji wa, wa benki yetu pamoja na management yake kwa taarifa mbalimbali walizoziwasilisha katika mkutano huu ambazo zinaonyesha utendaji wetu wa mwaka uliopita. Takwimu na taarifa walizoziwasilisha ni ushahidi wa juhudi za pamoja kuifikisha benki yetu ya TCB katika kiwango cha juu cha mafanikio. Utendaji wa benki yetu mwaka jana unaakisi dhamiri yetu ya wazi katika kupanga mikakati inayolenga ukuaji, ubunifu na katika kukidhi mahitaji ya we, wateja wetu. Vilevile, uwekezaji wa kimkakati katika teknolojia ya kidijitali unaelezea dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi katika utendaji wetu wa kazi. Mbali na kurahisisha utendaji wa kazi, hatua hii pia inajenga taswira kwamba sisi ni taasisi inayoendana na mabadiliko yaliyopo katika sekta ya fedha hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mabibi na mabwana. Sisi kama benki tunasukumwa na dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi wetu wa kujitahidi kumridhisha mteja. Tumepata fursa ya kuwaelezea wanahisa eh, mafanikio ya benki yetu eh, kwa mwaka 2024 na kwa kweli nikiongea tu kwa ufupi eh, tunaona mali za benki yetu zimekuwa kwa asilimia 25 ambayo kwa kweli ni imekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na wastani eh, wa ukuaji eh, wa mali za sekta ya kibenki ya ki, lakini pia eh, tunaona pia mikopo nayo imekuwa kwa zaidi ya asilimia ishirini eh, ambacho ni kielelezo kwamba, eh, benki yetu basi inaendelea kuwa kinara katika kuleta ujumuishi wa kifedha, lakini pia kuchochea maendeleo ya taifa letu. Eh, ukwasi nao ulikuwa kwa asilimia kumi na sita ambayo kwa kweli ni kielelezo cha namna gani e, wateja wetu wanaendelea kutupa imani kwamba TCB e, inapokuja basi kwenye masuala ya kifedha, masuala ya kibenki, basi ni benki sahihi e, ya kuja kuwezesha kufanikisha e, ndoto, ndoto ndoto zao e, lakini pia kwenye upande wa e, mapato e, na faida kwa kweli tunayo furaha mwaka jana, tumetengeneza faida eh, ya bilioni takriban 44 kabla ya kodi ambayo kwa kweli ni, ni, ni record toka benki hii ilivyoanzishwa eh, lakini pia na vielelezo vingine eh, eh, vya mapato, mapato, mapato ya riba na mapato ambayo yasiokuwa na riba eh, nayo yameongezeka maradufu mwaka hadi mwaka. Eh, ma, ma, ma, ma, upande wa, wa matumizi kwa kweli ukilinganisha na budget uliokuwa tumejiwekea eh, tumeweza kuseve karibia asilimia kumi ya kile ambacho tulikuwa tumepanga kukitumia eh, mwaka jana. Kwa hiyo eh, kwa mafanikio haya basi tunawashukuru sana kwa kweli wanahisa eh, kwa kuendelea eh, kutupa hiyo imani na niwahakikishie tu kwamba kwa niaba ya management E, na board ya wakurugenzi tutaendelea kufanya kazi kwa juhudi, ili basi yale matarajio ya serikali kuhusu taasisi hii iweze kukua na kuweza kuja kupunguza ile systemic risk ambayo tunaiona e, kwenye sekta ya kifedha iweze e, iweze kupungua. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana TCB. Lakini pia labda, kwa kumalizia, ni kwamba katika kikao hiki e, pia kutokana na faida ambayo tumeitengeneza mwaka jana e, basi kikao hiki pia kimeridhia e, kutoa gawio kwa wanahisa wetu e, na tunaamini e, hii pia itawapa wanahisa wetu imani zaidi ya e, kwamba taasisi yao iko imara, inawatumikia ina, ina Watanzania kwa kufikisha huduma za kifedha kuendeleza ujumuishi wa kifedha lakini pia kuchochea maendeleo ya, ya taifa yetu la taifa letu, na sisi tu kama management tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa wabunifu zaidi kuendeleza uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia eh, na kuendelea kuisupport hii sekta ya SMEs ambayo kwa kweli eh, ni muhimili wa maendeleo kwa, kwa taifa letu.